Rais wa Russia, vladimir Putin, amependekeza Ukraine iwekwe chini ya utawala wa muda ili kuruhusu uchaguzi mpya kufanyika huku akisitiza kuwa takwa hilo likitekelezwa atakuwa tayari kwa ajili ya kutiwa saini kwa makubaliano muhimu ya kusitisha vita kati ya mataifa hayo. Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Lutas, Rais Putin alitoa kauli hiyo jana Alhamis, Machi 27/2025 wakati wa ziara yake katika bandari ya kaskazini ya mumiaski nchini Russia. Kauli hiyo ya Putin imekuja wakati ambao Marekani inapambana kufanikisha makubaliano ya kumaliza vita kati ya mataifa hayo kwa kurejesha mawasiliano na Russia na kushiriki mazungumzo ya aina tofauti na mataifa hayo hasimu. Kiongozi huyo wa Russia amesema anaamini kuwa Rais wa Marekani, Donald Trump, anataka amani kwa dhati kuhusiana na mzozo huo. Tangu kuanza operesheni zake za kijeshi nchini Ukraine, mnamo Februari 2022, Russia imeyatwaa maeneo ya Ukraine ikiwemo katika mkoa wa Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, Pokrovisk na Crimea iliyotwaliwa na Russia tangu mwaka 2014. Pia vita hiyo inatajwa kusababisha vifo vya raia na imesababisha vifo vya makumi kwa maelfu kwa kila upande na mamia kwa maelfu wakijeruhiwa huku mamilioni wakigeuzwa kuwa wakimbizi. Pia imesababisha uharibifu wa miundombinu ya makazi, miji na kusababisha mvutano mkubwa kati ya Russia na mataifa ya Magharibi kwa miongo kadhaa. Pendekezo la Putin la kuanzishwa kwa utawala wa muda linaonekana kulenga malalamiko yake ya muda mrefu kwamba mamlaka za Ukraine haziko madarakani kihalali kwa mazungumzo, kwani Rais Volodymyr Zelensky ameendelea kuwa madarakani baada ya muda wake utawala a kikatiba kumalizika Mei 2024. nau Kimsingi, bila shaka, utawala wa muda unaweza kuanzishwa Ukraine chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa, Marekani, mataifa ya Ulaya na washirika wetu, alinukuliwa akisema alipokuwa akizungumza na mabaharia katika bahari, bandari ya Murmansk. Hii itakuwa kwa madhumuni ya kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia na kuleta madarakani serikali yenye uwezo na inayotegemewa na wa na wananchi, kisha kuanza mazungumzo nao kuhusu makubaliano ya amani. Mwisho wa nuku, alisema juhudi za Trump kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Russia, kinyume cha mtangulizi wake Joe Biden, ambaye aliepuka mawasiliano naye, zinaonyesha kuwa rais huyo mpya wa Marekani anataka amani. Rejea katika eneo hilo na nuku, kwa maoni yangu rais mpya wa Marekani kwa dhati anataka kumaliza mzozo huu kwa sababu kadhaa, alisema Putin, mwisho wa nuku. Msemaji wa baraza la usalama la la taifa la Marekani alipoulizwa kuhusu kauli hiyo ya Putin kuhusu utawala wa muda, alisema kuwa utawala wa Ukraine unaamliwa na katiba yake na wananchi wake. Hakukuwa na kauli yoyote haraka kutoka kwa Ukraine kuhusiana na kauli hiyo. Viongozi wa Ulaya wameendelea na jitihada zao, wakiahidi kuwa katika mkutano wa Parisi, Ufaransa jana Alhamisi kwamba wataimarisha jeshi la Ukraine ili kuhakikisha kuwa linakuwa na msingi wa usalama wa nchi hiyo siku zijazo. Ufaransa na Uingereza zinajaribu kupanua msaada wa kikosi cha uhakikisho wa, wa usalama wa kigeni iwapo kutakuwa na makubaliano ya kusitisha kwa mapigano na Russia, ingawa Moscow inapinga uwepo wa vikosi vya kigeni nchini Ukraine. Kwa upande wake, Zelensky amekataa madai yoyote yanayohoji uhalali wake kisiasa akisema kuwa sheria ya Ukraine hairuhusu uchaguzi kufanyika chini ya sheria ya kijeshi, na hata kama ingekuwa inawezekana kufanya uchaguzi wakati wa vita ni jambo lisilowezekana. Katika siku za hivi karibuni, Zelensky amemshutumu Putin kwa kutaka kuendeleza vita hiyo na utawala wa Trump umependekeza makubaliano mapya na makubwa zaidi kuhusu madini na Ukraine, kulingana na vyanzo vitatu vinavyojua mazungumzo yanaendelea na muhtasari wa rasimu ya pendekezo hilo uliopatikana na Reuters. Trump amesema makubaliano ya madini yatasaidia kufanikisha mkataba wa amani kwa kuipa Marekani maslahi ya kifedha katika mstakabali wa Ukraine. Katika kauli yake, Putin alisema kuwa Russia inaendelea kusonga mbele kwa uthabiti katika kufanikisha malengo yake ya operesheni yake nchini Ukraine. Namnuku, Russia inaunga mkono suluhisho la amani kwa mizozo yote ikiwemo huu kwa njia ya amani, lakini si kwa hasara yetu. Katika mstari mzima wa mapigano, wanajeshi wetu wanashikilia mpango wa kimkakati, tunapiga hatua, labda si kwa kasi ambayo baadhi wangependa, lakini kwa uthabiti na kwa kujiamini, tunasonga kuelekea kufanikisha malengo tuliyojiwekea tangu mwanzo wa operesheni hii. Alinukuliwa Putin, mwisho wa kunuku. Zaidi ya miaka mitatu ya uvamizi mkubwa wa Ukraine, vikosi vya Russia sasa vinadhibiti takriban 20% ya ardhi ya Ukraine, huko Moscow ikitangaza kuwa imeyanyakuwa mikoa zaidi ya minne. Vikosi vyake pia vimerejesha maeneo mengi iliyoanza kuyapoteza wakati wa uvamizi wa Ukraine mwezi Agosti mwaka jana, katika mkoa wa Kursk magharibi mwa Russia. Putin alisifu juhudi za Umoja wa BRICS katika kutafuta suluhisho, akitaja China na India kwa namna ya pekee katika mzozo huo. Alisema Russia iko tayari kushirikiana na mataifa mengi ikiwa ni pamoja na Korea Kaskazini kusaidia kupata mwafaka wa mzozo huo. Vyanzo vya Magharibi na Ukraine vinasema kuwa zaidi ya wanajeshi elfu kumi na moja wa Korea Kaskazini wamepelekwa kusaidia vikosi vya Russia katika mkoa wa Kursk, ingawa Moscow haijathibitisha hilo na taarifa zilizotolewa jana zinadai kuwa Korea Kaskazini imeiongezea Russia wanajeshi zaidi ya elfu tatu na vifaa vipya vya kijeshi kwa ajili ya kusaidia mapigano katika eneo hilo. Putin alisema Russia iko tayari kushirikiana na Ulaya, lakini akasema bora bara hilo linafanya maamuzi yasiyo thabiti. Namnuku, mataifa ya Ulaya yanajaribu kutuvuluga, lakini si sawa, tumezoea. Natumai hatutafanya makosa yoyote kutokana na kuwaamini kupita kiasi washirika wetu wa kigeni, alisema Putin, mwisho wa kunuku. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital, tutakusogezea kila updates inayojili kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira na hii ni Mwananchi Digital.